Apostle, kuna Is. kitu kimetokea hapa. Nini kimetokea hapa? Sasa pa? Hapa kutoka Mwanza ndani ya miaka mitatu umeme ulikatika kabisa. Kabisa. Ndio mtume. Mara baada ya maombi I kaka tima, umeme umerudi. Brother, umeme ulikatika. Ulikatika baada ya miaka mitatu, nilisumbuka sana lakini sikupata. You cannot be serious. Bila kabisa. Yaani ulikuwa hamna kabisa. Miaka mitatu. Miaka mitatu. Kuna mke? Mke wangu ilibidi aliondoka. Ha? Aliondoka, umeme ulikuwa hamna. Mkako ulifanyeje? Aliondoka baada ya umeme kuisha. Akakimbia. Ndio. <laughs> Kwa hiyo na wewe umeme kwa hauna, umekuja lini hapa? Hapa nimekuja Jumamosi. Nini kimetokea saa hizi? Saa hizi miguu iko inauma na kuuma, tu tuona bikaisha na miguu, nikasikia mwili mzima shot. Umeme shot. Ndoko. Ndio. Umeme? Ndoka, umerudi. Umejuaje umerudi? Ah, yani nime nimesikia ni ni tu vizuri, nikashangaa nguo inanyanyuka, nikasema yeye